Wito elimu na imani. Leo tutamzungumzia brother au fratel Hinky Perez de la Rosa ambaye amepewa daraja la ushemasi hapo jijini Dar es Salaam mwezi wa 12, 12, 2025. Hinky Perez de la Rosa ambaye anatokea Jamhuri ya Dominika, yaani katika mji wa Santo Domingo, huko Marekani ya Kaskazini huyu ni nani hasa? Tukianza kuwa na, na falsafa ya Baba Benedikto wa 16 ilikuwa ni Faith and reason, yani ushike imani na ushike pia akili au maarifa. Kimoja kisikuponyoke kati yao. Sasa twende moja kwa moja kwa kijana au frate, Hinky Perez de la Rosa alizaliwa huko bara la Amerika ya Kaskazini tarehe 17 Novemba mwaka 1994 katika mji wa Santo Domingo, yani katika nchi ya jamhuri ya Dominika. Ni mtoto wa tatu kati ya watoto tisa wa baba Provinto Rafael Perez na mama yake akiitwa Mama Iris Margarita de la Rosa, Hinky Perez de la Rosa. Mwaka 2008 hadi 2011 alisoma shule ya sekondari Emaxeny CR iliyopo Santo Dominico, yani mji mkuu wa jamhuri ya Dominica. Baadaye aliendelea na kidato cha tano na cha sita katika shule ya Los na kuhitimu mwaka 2014. Hivyo basi, ilimbidi aendelea na masomo ya chuo kikuu katika chuo kikuu cha Tecnolico de Santo Dominico Intech, akichukua shahada ya kwanza ya sayansi ya kompyuta yani bachelor degree in computer science na kuhitimu mwaka 2017. Baadaye alihisi Mungu anamwita, alipata wito wa upadre na kujiunga na nyumba ya malezi ya Santo Domingo ambako alipata nafasi ya kutafakari wito wake kwa kina na kuweka nadhiri za muda, yani temporary vows, kisha alitumwa kusoma katika seminari ya Demtoris Mater ambako alichukua shahada ya falsafa yani bachelor degree in philosophy na kisha kuhitimu mwaka 2021. Hivyo basi, baada ya masomo yake ya filosofi alilejea shirikani kuweka naziri za maisha, kisha akatumwa kusoma kwa mara nyingine, ukaenda kusoma teolojia katika chuo kikuu cha St. Augustino Major Seminary, seminari ni blevel Kilichopo Gabon kuanzia mwaka 2021 hadi mwaka 2023. Baadaye alihamia chuo kikuu cha Kipapa cha Gregorian Pontifical Gregorian University kilichopo Roma, Italia, kwa ajili ya kumalizia masomo yake ya teolojia, na mwaka 2025 akahitimu shahada ya kwanza ya utaalamu huu katika masomo ya kiteolojia. Baada ya masomo alitumwa kufanya utume wake nchini Tanzania. Yani alikuja hapa bongo kwa mara ya kwanza ambako amehudumu kama flateli katika parokia ya mtakatifu Thomas mtume Vigozi iliyopo Mbagala, akahudumu pia katika parokia ya mtakatifu Imakulata iliyopo Upanga, Dar es Salaam. Yani huyu bwana shemasi Hinky Perez de la Rosa ni miongoni mwa mashemasi wapya 12 wa jimbo kuu la Dar es Salaam waliopewa daraja hilo mwaka 2025 mwezi wa 12, wanaotarajia kupewa daraja takatifu la upadre mwezi Julai mwaka 2026. Yani mwaka huu, tunahimizwa kuwaombea ili waweze kukamilisha safari yao kwa usalama na kwa uaminifu zaidi, waweze kumtumikia Mungu kutoka katika vilindi vyao vya mioyo yao, hey. Ni Fahamu na Elewa TV, mwandishi jam na mchambuzi ni Paschal Nombo. Tafadhali usisahau kusubscribe na kukomenti.